Karibu kwenye ulimwengu wa tiba za mimea asili na matunda. Leo tutaenda kuongelea juu ya teknolojia ya sayansi ya kuongeza viungo bandia katika kizazi chetu cha leo. Mabadiliko ya mwonekano wa mwili yamekuwa yakishika kasi sana, lakini je, umetafakari ni kwa nini watu wengi wanakimbilia kubadilisha miili yao? Leo nitakufunulia historia, athari na suluhisho la kiasili kwa afya njema. Endelea kuwa nami hadi mwisho wa video hii. Teknolojia ya kuongeza sehemu za mwili kama makalio na matiti siyo jambo jipya. Mwaka 1962 nchini Marekani, Mwanamke wa kwanza aitwaye Timi Jen Linze alifanyiwa upasuaji wa kwanza wa kuongeza matiti kwa kutumia silicone. Miaka kadhaa baadaye, nchini Brazili na Marekani, upasuaji wa kuongeza makalio maarufu kama Brazilian Butt ulianza kupata umaarufu mkubwa sana. Tangu wakati huo Dunia nzima imeanza kufuata mwelekeo huu: kuongeza hipsi, matiti, makalio, hata midomo. Teknolojia hizi zimesambaa kwa kasi na zimewavutia wengi, hasa vijana wanaotamani kuonekana perfect mitandaoni. Lakini kwa upande mwingine, mbio hizi za kubadilisha miili zimelenga kuharibu afya ya asili ambayo tulizaliwa nayo. Madhara kama maambukizi, kansa na matatizo ya kisaikolojia vimekuwa vikiongezeka kwa watu waliopitia upasuaji huu. Sio kila mwili unaweza kuvumilia kemikali hizi au mchakato mzima wa kufanyiwa upasuaji. Kwa miaka ya sasa, thamani ya mwanamke imeanza kupimwa kwa ukubwa wa hipsi badala ya ukubwa wa hekima. Matiti makubwa yanaonekana kama tiketi ya heshima, kama badala ya tabia njema. Makalio makubwa yamekuwa mwaliko wa mapenzi bandia badala ya mapenzi ya kweli. Teknolojia imetufundisha kuwa unaweza kuwa mtu mwingine kwa sindano moja tu. Mitandao ya kijamii inatufundisha kuwa unapendwa zaidi ukiwa na mwili wa bandia. Lakini swali linabaki hivi, kwa nini tunajichukia? Kwa nini tunahisi miili yetu ya asili haitoshi? Je, hizi ni dalili kuwa kizazi kinapoteza maadili, kinapoteza roho, kinapoteza sura ya Mungu ndani yake? Katika harakati hizi za kuongeza kila kitu, hipsi, matiti, midomo. Je, hatujasahau kuongeza moyo wa upendo, akili ya busara na roho ya uvumilivu? Ukweli ni kwamba hakuna upasuaji wa kuongeza utu. Hakuna sindano ya kuongeza heshima ya kweli. Hakuna dawa inayoweza kuponya roho iliyovunjika kwa kukosa kupendwa. Pamoja na kwamba Afrika tumekuwa na hazina kubwa ya tiba za mimea na matunda asilia, lakini kizazi hiki kimekuwa kigumu kutumia vitu vya asili, kwa sababu kama tutajikita kula vyakula vya asili kama parachichi, kalanga, nazi na mbegu za maboga, basi hayo mashepu yatapatikana kwa njia ya salama na ya kudumu.